Kukuondolea hofu ya kuachwa ya kusalitiwa ya kukataliwa na kuachika na kuondolea hiyo hofu kwenye maisha, usiwe nayo tena. Kwa usiogope kukataliwa na wala usiwe na shaka kwa sababu umeachwa. Usiogope kwa sababu umesuswa, watu wameamua kukususa

Wakazidi kumchukia wakazidi kumchukia ndugu zake. Wakati Yusufu anaota ndoto, ana maono, anawambia ndugu zake ya kwamba mii nahitaji kuwa mtu wa level fulani. Ile ndoto ya mafanikio kwa ndugu zao iligeuka ikawa ndoto ya ubaya kwao. Inasema, Walizidi kumchukia walizidi kumwona ni mtu asiyefaa kitabu cha Yohana saba tano maandiko asema Yesu alivyokuwa anaendelea kwa pasha habari ndugu za maandiko, asema ndugu zake ndo kwanza walimchukia Yesu. Sasa najaribu kukuonashia namna ya Yusufu na Yesu kwenye maisha ya kiroho, alafu baada ya hapo ukajiingiza wewe, Mungu ataweka ufalme ndani yake Wakata nawaonyesha ndugu zake. Baada ya ndugu kufurahia mema, wakaanza kuyachukia mema. Hawa ndugu tuko nao ni ndugu ambao hawafurahii mema kwako, ni marafiki ambao hawafurahii matokeo mema. Tunao, tunakula nao, wanafurahi kwa sababu na hali mbaya, hawataweza kufurahi kwa sababu na hali nzuri. Siku takapofanikiwa natajua